Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, anaandika anasema: kupiga kelele za haki ni burudani, kuisimamia ni mzigo ambao wengi hawataki kuubeba. Ndio maana jamii imejaa mahubiri matamu, lakini imekauka kwa vitendo vya haki. Ukweli ni huu: haki haifi kwa kukosa watu wa kuizungumzia ufa kwa kukosa watu wa kuilinda. Taasisi za dini zimeferi vibaya, zinaona wazi uchafu wa uchaguzi, uporaji wa sauti za wananchi, mateso na dhuma za waziwazi, lakini bado zinajipa mstari wa mbele wa mbele kuwabariki viongozi waliotokana na uhalifu huo. Hapa dini haitumiki kumtukuza Mwenyezi Mungu bali kulainisha nyuso za uovu. Kimya chao si busara, ni ushirikiano. Baraka zao si ibada, ni usaliti wa maadili wanayodai kuyasimamia. Kama kweli taasisi hizi zingemcha Mungu kuliko mamlaka, zingekataa waziwazi uongozi uliotokana na dhuluma, kuanzia chini hadi juu lakini zimechagua usalama wa viti vyao badala ya damu ya haki. Kwa kufanya hivyo basi, zimegeuka kuwa nguzo ya kuimarisha mfumo unaowakandamiza wale waliowapa uhalali wa kuzungumza kwa niaba yao. Kinachofanyika sasa ni sawa na kumbaka mtoto wa miaka sita, alafu uovu kujaribu kujaribiwa kuoshwa kwa ahadi ya ndoa ya baadaye. Hakuna dini, hakuna sala, hakuna baraka inayoweza kuhalalisha hilo. Vivyo hivyo, hakuna maombi yatakayofuta dhambi ya uongozi uliopatikana kwa wizi wa haki za watu. Pale haki inapokanyagwa, baraka hugeuka kuwa laana, na dini inapogeuka kuwa mzaa mbele ya jamii haki haitaki maneno mengi, inataka ujasiri. Pale ujasiri unapokosekana, hata jina la Mungu hutumiwa vibaya kufunika uovu. Huo ndio moto unaoteketeza dhamiri ya taifa. Naam, ni maneno ya Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akisitiza juu ya viongozi wa dini e, kusimamia haki nchini.